Wanawake wana haki zao, lakini wanaume hatuna haki zetu. Jamani, wanaume tunahangaika sana na tunanyanyaswa sana ila. Sasa kwa sababu sisi ni wanaume, inawezekana mwanaume akawa ananyanyaswa sana na mke wake, lakini kuja kusema kwa watu anachekwa inaonekana kamba wanamshusha lakini, mimi ningeomba ningeomba sana wawakilishi wetu na sisi wanaume tu, tukapata tukapate msaada wetu na sisi ili na sisi tukawe na sheria au tukasaidiwa, na sisi tunanyanyasika sana, ndugu zetu. Kama wewe baba una maadili nyumbani, lazima utanyanyasika. Lakini kama una maadili, kwa nini mwanamke akunyanyase wewe? kama unaleta, yani, mnashirikiana. Ushirikiano ndio unaleta maadili mema katika familia, kama mna malezi mazuri na watoto na mke wako na wewe pia. Lazima manyanyasiko hayawezi yakaja. Manyanyasiko nyii, wanaume ndiyo mnayaleta. Kwa nini serikali haikuchukua upande wa mwanafunzi kumwajibisha akiwa amekataa shule? Kwa nini iliacha wazi kwamba mzazi akimwozesha binti au akafanya sababu za kuacha shule, mwanafunzi anashtakiwa mzazi lakini mtoto akiamua kuacha shule hata akiwa form 3, form 2, serikali haichukui hatua dhidi yake. Kwa ushauri, mimi kwa mawazo yangu nikawa nafikiria kwamba kwa nini usipelekwe kama mswada bungeni, wawakilishi wetu wakaenda kulisemea hili juu ya upande wa mtoto. Mzazi ana nia kubwa ya kusomesha mtoto wake lakini unajikuta mtoto ameamua kugairi kuacha shule kwa makusudi. Sasa unajikuta kwamba katibu nguvu ya mzazi na malengo ya mzazi yameshindwa kufikia malengo ya mzazi, lakini kwa kusababishwa na mtoto. Kuna mmonyoko wa maadili kwenye jamii, lakini kwa sababu ya utandawazi na uzungu ambao umeingia sasa hivi. Mzazi anakuambia niachie mwanangu. Hapana, sisi tulilelewa na vijiji. Mimi sikuwa na mama mmoja eh, sikuwa, sikuwa na baba mmoja. Jirani yoyote kwangu alikuwa ni mzazi, na miaka ambayo sisi tunakuwa, jirani alikuwa na uwezo wa kumrekebisha mtoto wa jirani. Sasa hivi ukitaka ugomvi, ni mguse au mkanye mtoto wa mwanamke mwenzio, ugomvi utakaozuka hapo ni kama vita hata dunia. Uongo, kweli jamani, tena hasa kwa kina mama kina mama, kina baba hawazaja, tuseme kweli. Kina mama, tamwambia samani sana, kama ujazambia dela wakwako mkani, kama una mtoto lea wakwako, mbona wamekushinda? Naomba sana kina mama, tuwejee kwenye maadili. Ukiona maji yanaendelea kumunyoka, kuna sehemu sisi wazazi wa tume- tumechelea tume kidogo, lakini pia kinamama, tusisahau malezi. Sasa hivi tumekuwa mbio sana kutafuta pesa, tuko zaidi kwenye vikundi, tunaacha watoto, tuko sana kwenye kutafuta kujimalisha kiuchumi. Imarisha uchumi, imarisha nyumba yako nyumba yako itaimarika, mtoto wako kukaa kwenye mali nyumba kwe yako itaimarika. Ukilea mwanao akaja kuwa ni mtu katika jamii, si ndio jamani? Unatamani leo hii ukae mwanao ni mwalimu, mwanao ni waziri, mwanao mji. Basi kama watoto walishadahata usicheke mbali na waguu, ili mradi mzao wako usije ukapotea kabisa, sawa jamani? Kuna familia nyingine baba na wake watatu, lakini unaona tumbo moja ndio linanawili kila siku, unagundua hapo mama ni mkali. Tumbo hili mtoto wa kwanza daktari, mama huyo huyo mtoto wa pili yuko TANESCO Dar es Salaam. mama huyo huyo mtoto wa tatu yuko TANESCO Dodoma, mama huyo huyo mtoto wa, wa nne yuko ofisi ya rais. Jamani, tunaona